Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale ulipo mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii sio simulizi nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa inayoitwa Mtoto Yatima sehemu ya ishirini. Mtoto yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shora Dismas, maisha yake anayoishi baada ya kuwa yatima, kutokana na wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa haujasubscribe chaneli hii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 Share, comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya ishirini ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Baada ya kumaliza ku kumlaza na kumfunika shuka, moja kwa moja aliamua kutoka nje na kwenda kuendelea na kazi ya kuosha vyombo. Aliosha vyombo mpaka vikaisha, na hatimaye ikabidi apumzike. Akaenda na yeye ndani kujilaza katika chumba chake, huku akisubiri mchana ili aweze kuja kuandaa chakula cha mchana na anakumbuka kabisa kwamba amebaki yeye na mpenzi wake. Kwa hiyo hawa wengine watakuja kula cha jioni, kwa hiyo hakuna haja ya kuandaa chakula kingi kwa sababu wanaokula ni wawili, na ukichukulia ya kwamba tayari hata chai wamesha kunywa, ilikuwa ni kazi nyepesi kwake. Hapo ndipo ambapo alipolala na yeye baada ya muda mfupi akapatwa kabisa na usingizi, akasinzia kabisa. Ndani ya nusu saa, Amini bin Nasr alishtuka na hatimaye akaamka kabisa, akashuka kitandani akasimama, akajaribu kwenda kutafuta fimbo yake sehemu ambapo kuna kona ndani ya hicho chumba, alikuwa amezoea kuiweka. Aliikuta wakati anakumbuka kabisa, wakati analetwa humo ndani hakuwa na fimbo. Kumbe wakati, wakati huyu binti anafanya harakati za, ku, za kufungua mlango kumpeleka ndani, alikuwa nayo mkononi na alipomlaza moja kwa moja, alienda kuiweka pale pale ambapo yeye anapenda kuenda kuiweka. Hapo ndipo alipotoka nje. Kutokana na shuka ambalo alikuwa amejifunika kidogo, ana ana majasho majasho hivi, kutokana na kwamba jua linawaka sana, alichokifanya ikabidi afungue ile nyumba ambayo huwa kuna kaaga vyombo. Anajua kabisa sehemu ambapo mama yake alimuonyesha huyu mama yake mdogo, Bi Mwamini, kwamba ndipo ambapo ndoo huwa inapatikana na dramu la kuchota maji na kuweka kwenye ndoo ili aweze kwenda kuoga. Dramu hilo kwa ajili ya kuchota maji ya kuoshea vyombo pamoja na ya kuoga. Juu ya hilo dramu kwenye huo mfuniko, ndipo ambapo walikuwa wanaweka vile vijagi ambavyo wamevitengeneza kwa ajili ya kunawia. Kwa hiyo moja kwa moja alipoenda, alitazama ndoo pale sehemu ambapo mama yake alimwonyesha, alipopapasa papasa, papasa, hakuiona akaanza kuwa na wasiwasi, hiyo ndoo itakuwa imeenda wapi? Mbona haionekani? Akaona hamna, ngoja arudi nyuma kidogo aweze kutafuta, huenda hii itakuwa kwenye engo nyingine, kwa sababu kuna kona mbili moja mama yake alimwambia kikosa hapo, inabidi aende kwenye kona nyingine ili aweze kwenda kuchukua hiyo ndoo. Lakini wakati anatembea ili aweze kwenda katika hiyo kona nyingine, kumbe kuna ndoo ambazo kidogo zilikuwa zimesimamishwa, halafu kama zimetegezwa hivi, alafu juu yake kulikuwa na sinia kubwa. Sasa moja kwa moja alivyoenda kutingisha zile ndoo ile sinia ilitoka pale juu moja kwa moja ikadondoka hadi chini. Sasa baada ya kudondoka chini, Shora Dismas akashtuka kwa sababu yeye ndo mama mji hapo aliyobaki, na mlango kumbuka, aliacha bila kufunga na funguo. Akajua inawezekana kutakuwa na wezi ambao kidogo atakuwa na nyemelea vitu. Kwa hiyo alichokifanya akaamua kutoka huko haraka, haraka, kutokana na kwamba ile sinia imemshtua wakati nadondoka, amesikia kwenye upande wa pili wa ile nyumba nyingine. Kwa hiyo kilichofanyika, alivuta mlango harakaharaka haraka na kukimbilia kwenye hiyo nyumba ambayo ni ya vyombo. Alipokuja kuingia tu kupiga jicho hivi, akamuona ni Amini bin Nasoro yuko anahangaika. Hapo ndipo ambapo alianza kuzungumza huku akisema jamani, mm. Kwa nini umeamua kujitesa hivyo? Kwanini haukuniita mm? Nilikuwepo ndani nimelala, sasa nakuja huku kwenye mavyombo, haujaumia? Pole. Mpenzi msikilizaji, baada ya kuzungumza maneno kama hayo Shora Dismas, kumbuka huyu kijana Amini bin Naso hakuumia kabisa, sema wakati anarudi nyuma ndo ameenda tu akapamia tu kidogo. Kwa hiyo kutokana na kwamba ile ilikuwa juu ya ya ndoo na alafu hizo ndoo kidogo ni nyembamba sio kama lenyeli sinia ambalo nilipana. Sasa kwa hiyo kutokana na kwamba zile ndoo hakuzifikia, yani ule mpamio manake, alienda kupamia ile sinia ikasogea yako tena kidogo, wakati ndoo zilikuwa katikati yake. Yaani, sinia iko juu imezifunika zile ndoo, lakini sasa yenyewe ni pana mno. Kwa hiyo wameziwekeza kati kati. Sasa yeye wakati anaenda kupamia hivi tayari, manake sehemu moja si ikawa kubwa si ikawa, ikawa kubwa yani ikawa sehemu kubwa kuliko kuliko sehemu nyingine, manake pale katikati pakatoka huku pakawa pakubwa huku padogo. Kwa hiyo kule sehemu ambapo ni kubwa, kutokana na kwamba yenyewe ni nzito, moja kwa moja palifanya huku kwingine paweze kuachia na hatimaye kaanguka chini. Sasa hapo Akaanza kumpatia pole, hali ya kwamba hata hakuumia. Amini bin Nasr alianza kuzungumza huko akisema, <laughs> wesmaia, wewe unapenda kweli kunipa pole, lakini mimi sijaumia. Sasa nashangaa wanipa pole, wanipa pole kwa kituga Hmm, hii ni hali ya kawaida. Unajua, kama mtu hauoni lazima utahangaika hapa na pale, ili uweze kujikwamua na kujikwamua. Unajikwamua namna gani? kile kitu unachokitafuta, kama endapo kuna vitu vingine wanakuwa wametegeza njiani, wewe unakuwa huna uwezo wa kuviona kwa hiyo, hicho ndio ambacho kilichotokea. Sikuwa na lengo kabisa la kuweza kuvigusa hivi hivi, nini sijui, mimi nimeona tu lisinia, ndo nimesikia linadondoka chini na nakuja kushika hapa, na kutana na ndoo lenyewe limeshadondoka. Kwani kulikuwa na vitu vingine juu? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini bin Nasor, Shola Dismas naye akazungumza huko akisema: Hapana, hakukuwepo na vitu vingine. Kwa hiyo usijali, hamna kilichoharibika. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi moja kwa moja alifurahia, kwa sababu hamna ambacho alichokivunja au ambacho ameki amekiharibu tokana na kwamba ile sinia ni ya chuma ni ngumu, kwa hiyo hata kama imedondoka kwenye simenti, lakini anaamini kwamba haikudhurika. Baada ya kukaa kwa muda kama wa dakika moja hivi, ikiwa hakuna hata mmoja anayezungumza, hapo ndipo ambapo Shola Dismas alizungumza tena huku akisema, mm, kwani ulikuwa unatafuta ndoo ya kufanyaje? Hapo hapo Amini bin Nasoro akazungumza huku akisema, <laughs> nilikuwa natafuta ndoo ili niweze ni kwenda kuoga baada ya kusema kwamba anatafuta ndoo ili aweze kwenda kuoga, yaani baada ya kusema tu anatafuta ndoo aende kuoga, yaani ile oga ile ikakutana na Shola Dismas, manake ile ili kusema oga tayari ameshamshika mkono na kumtoa nje, anaanza kutembea naye, anam, anam, anamtoa nje. Hapo ndipo ambapo alimleta moja kwa moja mpaka pale kwenye mabenchi akamkalisha, alafu baadaye alienda ndani yeye mwenyewe akachukua maji, na hatimaye akaingia chumbani kwake akachukua sabuni ya kunukia, akaja akamnyenyua na kumpeleka mpaka pale bafuni, akamwonyesha kila kitu akajua sehemu ambapo vilipowekwa alafu baadaye akatoka naye nje kidogo, mlangoni pale kwenye, kwenye bafu hiyo na hatimaye, baada ya kushuka ngazi ya, ya simenti ya mle kwenye bafu, akapiga magoti chini akiashiria kwamba anamkaribisha maji ya kuoga. Hapo ndipo ambapo Amini bin Nasoro aliitikia. Hapo ndipo ambapo akamfanyia ishara ya kwamba afunge mlango sasa, ili aweze kuendelea kuoga. Ndipo ambapo Amini bin Nasoro akaanza kufunga mlango ule, ili aweze kuoga. Shola Dismas alivyoona tayari mlango anataka kumalizikia, ili we, awe, uweze kujifunga kabisa ikiwezekana, kama ni kuweka na komeo aweke. Shola Dismas aliyopangua ule mlango akaonyesha kama anahusukuma hivi, na hilo jambo tayari Amini bin Nasor alikuwa mesha aligundua, na hatimaye akaamua kuwacha kuufunga ule mlango, ili aweze kuona ni kitu gani ambacho kinaweza kuendelea. Hapo ndipo ambapo Shola Dismas aliamua kutoka hapo bila kuzungumza chochote, akaenda sasa. Na Amini bin Nasor hakutaka kuufunga tena ule mlango, kabla hajasikia neno kutoka kwa mtu ambaye anamjali sana. Hapo ndipo ambapo alikuja na maji mengine na akafika, kaingiza bafuni ndoo nyingine kabisa yenye maji, alafu moja kwa moja yeye mwenyewe Shora Dismas akaufunga mlango, yumo humo humo ndani, akamwambia avue nguo. Hatimaye Amini bin Nasoro akavua nguo, Shora Dismasi huyu akaanza kumwosha Amini bin Nasoro. Alianza kuwaza ni mwanamke yupi katika zama hizo ambaye anaweza kuchukua muda wake wa kwenda kumwosha mmewe nani? Kwa nini kwa yani, kwa nini yani ameamua kufanya? Kwa nini huwa anafanya haya yote lakini akili yake iligonga mwamba kujua huyu Shola Dismas ambaye kwa wakati huo wanamwita Smaiya ana moyo wa namna gani. Aliwaza sana kwa nini haya yote yanafanyika, kwani yeye ni nani au amemlipa kitu gani? Alipokuwa kiwaza na kuanza kurudisha mawazo nyuma jinsi ambavyo alivyokuwa anataka kumfanyia yeye na Ogena kwamba ni mharamaiki wa mfukuze atoke, alikuwa anasikitika sana na kuanza kuwaza kumbe angefukuza mtu ambaye ana umuhimu sana kwake pasina kujua. Hapo ndipo ambapo alimuosha vizuri kabisa, na hatimaye akiwa humo humo bafuni na Shora Dismas, naye akavua nguo, akaoga na yeye. Kwa hiyo wote wakawa wameoga mtu na mpenzie humo ndani, na hatimaye walivaa nguo na kutoka nje akamtoa nje akamuweka tena katika yale mabenchi moja kwa moja. Akaenda akachukua mafuta akaweka pale kwenye meza yake, humo humo chumbani kwake. Shora Dismas akaamua kuja kumshika mkono akamnyenyua pale kwenye benchi, akampeleka mpaka chumbani kwake. Shora Dismas anampeleka huyu Amini bin Nasor chumbani kwake, chumba alichopewa yeye ndo aishi humo, kwa hiyo hakumpeleka kwenye chumba chake yani, chumba cha Amini bin Nasoro, bali alimpeleka kwenye chumba cha Shora mwenyewe ambacho alichopewa na mwamini ili aweze kuishi humo. Akachukua mafuta akampaka, akachukua na perfume ili kuwepo akamnyunyizia. Kwa hiyo akawa ni kijana ambaye ananukia kweli. Hatimaye akamkalisha kwenye kitanda, akaanza sasa kusikiliza, je, ni kitu gani ambacho Amini bin Nasoro atakachoweza kukizungumza, kwa sababu tayari yupo ndani ya chumba cha binti huyu. Naam. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya ishirini ya simulizi hii mtoto yatima imeishia hapa. Tumemwona kijana huyu wa kuitwa Amini bin Nasoro akiwa ameamka ili aweze kwenda yeye mwenyewe kuchukua ndoo sehemu ambapo mama yake mdogo alimwelekeza ili aweze kuchota maji kwenye drum, aweke kwenye hiyo ndoo ajipelekee bafuni na kwenda kuoga. Lakini baada ya kuwa anatafuta hapa na pale, ametafuta kwenye kona ya kwanza hamna, akiwa anatembea aende kwenye engo ya pili ambapo alipoonyeshwa, kumbe pale njiani kuna ndoo ambazo zimebeba sinia nzito afu pana. Sasa baada ya kufika pale, yesi haoni, kwa hiyo mwili wake ukawa umegusa ile sinia kama umeipushi hivi, moja kwa moja ika ikafunuka pale juu ya zile ndoo, ikaenda moja kwa moja ikatereza na kwenda kuanguka chini. Sasa hivyo anguka chini, imeanguka kwa kishindo, kutokana na kwamba ni ya chuma ikasikika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 ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 21 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima, ni kutakie wakati mwema na usikilizaji mwema na utazamaji mwema wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King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 Baba Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV chaneli. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo: 0752 73 25 15.